Katika hali hiyo ndio maana nasema nikituhumiwa, niki kwamba, sasa nashukuru tume kama kamati teule wana wanamhitimisha wana, wana yes, wakasema sihusiki na wanawajibika kwa matendo yaliyofanyika ndani ya, ya wizara zetu mm-hmm. Ndio mimi navikubali, ambao sivikubali na ambao ningetaka kila mtanzania anielewe, jamani, sikurudhia uzembe wowote nilichukua tulichukua hata zinazopasa lakini utaalamu ule ulitukatalia. Na jamani, mimi nimejifunza mambo ya kuendesha serikali za utaratibu wa Jumuiya ya Madola. Waziri unashauriwa na wataalam, kama ukubali ushauri wa wataalam lazima uandike maelezo yako pembeni ya kwa nini ukubaliana nayo, na kama ningekuwa nimekosea nikachukua uamuzi, alafu baadaye ukawa sikushauriwa na wataalamu, leo wangekuwa na hoja hata kunishtaki kwa sababu sikufuata maoni ya wataalam. Nimefuata kwa nguvu zangu zote, nimelisukuma jambo kwa nguvu zangu zote, nimechukua hatua hizo hasa. Nasema kwamba nimekwenda vibaya, nakubali hilo. Ndio maana nikasema nawajibika kwa sababu mambo yaliyotendeka, lakini ningetaka ueleweke kwa kila Mtanzania kwamba Ha, siku nusu amadukaenda kienyeji, nilichukua hatua yatalia kwa maoni ya, ya kisheria, nisiweza kuvungia utaratibu ule. Tulifanya kila iliwezekana ndani ya uwezo wetu, lakini hapa sasa tulifikishwa hapa sasa, mambo yalipoharibika ndipo nasema nakubaliana kujiuzulu kwa sababu mambo yamefanyika ndani ya wizara zinazoziongoza hata kama wamemdanganya lakini yaftyametendeka kwa hiyo ndio maana nikakubali kuwajibika na si mara ya kwanza ningetaka tu watanzania waelewe kwamba si mara ya kwanza ni jambo la kawaida kwamba mambo unayafanya yanayofanywa na wasaidizi wako na ndani ya wizara wanaweza kukosea na katika hili katika maelezo yale kwa kweli wamekosea ndio maana nikakubali kuwajibika kwa moyo mwote si mara ya kwanza mzee Mwinyi aliwajibika alipokuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu Mzee Peter Sobolo aliwajibika alipokuwa waziri wa usalama wa, wa, wa, wa raia. Mzee Peter Kisumo aliwajibika vilevile, alikuwa waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa. hawakuwepo Shinyanga ambako watu walikuwa na uawa, lakini kwasa, manadao, kwa sababu vamanagao zilikuwa zinahusika na jambo hilo, ndio maana wakajiuzuru. Kwa hiyo nami nataka ieleweke, nimejiuzuru kwa moyo mmoja, kwa, kwa kukubali matatizo yaliyojitokeza katika swala hili , lakini si matatizo ya utendaji wa ya wizara yangu, maana nilichukua tahadhari zote zinazopasa. Anasema na nilikuwa tayari kuvunja mkataba huo kama tulivyovunja ya sita, na ambao leo tumeshinda mahakamani, kwa sababu nilijua ni matatizo. Mimi si mara ya kwanza kupambana kwa kwa, na vitendo viovu. Nilipokuwa waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi, nilimwomba Rais tufute mtu wa watu wa mkono wa msio wamekuwa msio wa ndani ya nchi yetu, na rais alifuta kulikuwa na ujenzi wa Mnazi Mmoja, wamevamia pale, wakatoa kibali, wakajenga wakajenga uzio, wanaanza kujenga pale Mnazi Mmoja. Nikatoa kauli bungeni kwamba jambo hili ni haramu na simkubali. Akajibu kwamba hawanitambui. Asubuhi yake wananchi walisoma mabati yote wale, kwa kuheshimu kauli yangu. Nasema ninayo historia ya kutenda haya. Kwa nini katika jambo hili mtu awe na mashaka juu ya historia yangu? Mheshimiwa Lowassa, wakati una unajieleza pale bungeni ulizungumzia swala la kwamba tatizo ni uwaziri mkuu, pengine hili ungelifafanua. Mimi na nani, ile siku ya kwanza kulikuwa na jazba nyingi sana, ndio, ambazo mimi na wenzangu hata kuzungumza nao pembeni, inaonekana kwamba ah, nafasi ya waziri mkuu kuwajibika ni kama lina, lina, kama lina mazishwa bidasha hili bila sababu. Nikifikiri sana, nini ambacho sijafanya nikikosa kwa labda pengine nafasi ya waziri mkuu ni matatizo, na achia ngazi mtanzania mwingine ajaribu aifanya. mm -hmm. Kama walivyozungumza we mwenyewe, kwamba wewe kama Edward Lowassa huhusiki kwa mujibu wa maelezo yako, lakini kuna watu majina mbalimbali ambayo yamekuwa yanatajwa kwamba pengine ni maswahiba wako na pengine ndio walikuwa wanahusika, wana na hii kampuni ya Richmond na ndio maana pengine watu wakafikiria labda waziri mkuu alikuwa na msimamo kwenye siti wote, lakini kwenye hili ameonekana hakuchukua, amelieleza hapo kwamba hatua gani imechukua. Lakini unadhani hili pengine ndio iliwafanya watu wakawa na msimamo huo kwa Mheshimiwa Lowassa, hili la, anahusika. Mimi sijui nani nani ana, ana, ana miliki hiyo. Ndio kwanza nasema ni kampuni ya kitapeli haipo, na anajua majina yaliyotajwa, lakini jamani, sikilizeni, mimi nafuata utaratibu wa serikali. Hata kama ingekuwa na endimi yangu imevingi a utaratibu ni ngevingi wa utaratibu. Kwa hiyo vile vili alikunisumbua, na labda wakati ule, kabla ya kutangaza huu uamuzi wa kwako wa kuchukua dhamana kama mtendaji mkuu serikalini ulishauriana na na, na mheshimiwa rais, ama wewe ulichukua hatua tu kulingana tu, na mazingira ambayo alijitokeza pale bungeni? Mimi ndio nawasiliana na rais, ni mawasiliano yangu na rais, sio mawasiliano ya hadharani. Sasa labda tu tuendelee katika hili swala la, la Richmond, umeona pale bungeni hali ilivyokuwa inaonekana, wabunge wamekuwa na mabadiliko kidogo katika kuzungumzia maswala ya kitaifa hili suala la Richmond wamelizungumza, wengine kwa jazba kubwa, uh, kutetea maslahi ya watu. Unadhani hii ni mabadiliko yametokana nini hasa? Mimi va habari, unajua mimi sasa mnatawala mna, mna, mna maoni ya watu. Mmoja akisema bunge limebadilika sasa, linafanya hivi, hata bila kutafakari nchi kunachofanya ni vipi, naliweka tu, alafu nakuwa ndio hadithi yenyewe. Hapana alipokuwa anazungumza na wananchi na viongozi wa Dar es Salaam, rais alisisitiza, kama nilimsikiliza, alisema ni muhimu sana kutumia utaratibu wa vikao vya chama ndani ya bunge katika masuala yoyote ya msingi, na mimi nitaenda kurejea hivyo hivyo. Wale wabunge wana haki ya kusema chochote kile, ndio haki yao, ndio wamechaguliwa. Hata mimi ni mbunge sasa, nina haki ya kusema chochote, lakini lazima niangalie mnapokwenda kuzungumza yale mnaweza mkayamaliza vizuri zaidi mkavuana nguo mkafanya chochote ndani ya kamati ya chama chenu kuliko e, pale hadharani pale, wako wa kuleta hadharani, na kwamba mnaweza kumalizia ndani ya chama chenu. Ni utaratibu wa mwongozo wa vyama vya siasa siku zote duniani, huko Marekani, huko Uingereza, huko kila mahali ambako kuna utaratibu. Kwanza mnakaa kama pato caucus, na yazungumza wale, halafu mnaendelea hivi. Wanasema sasa hivi, jamani, tupe muda wabunge wenyewe watajiseti, wata, wata, wata kwa utaratibu wao. Usingetaka kusema vingi hapo.